Kufanya vizuri kwa klabu zetu katika michuano ya kimataifa Simba e, na Yanga yeah, kunatokana na ubora wa ligi yetu na vile vile pia kutokufanya vizuri kwa klabu zetu e, kimataifa kunatokana na udhaifu wa ligi yetu. Tuchukue lipi ama sababu ni zipi? Karibu kamanda Yeah, unajua uh, unapozungumzia ligi kama ligi na ushindani. Ndio. Ushindani kwenye ligi unaletwa na uwepo wa idadi kubwa ya wachezaji ambao ni bora na tunaposema wachezaji ambao ni bora tunamaanisha wachezaji ambao wameandaliwa professional, wameandaliwa mm, kwa maana ya wamepita kwenye academies uh, na wakafuzu na wanacheza uh, katika level competitive na unaweza kuliona hilo hata jinsi ambavyo labda uh, wachezaji wanakuwa exported kutoka kwenye ligi husika. Maana yake haiwezekani wewe ligi yako inatoa idadi ndogo sana ya wachezaji kwenda kwenye maeneo mengine ambayo ni ya kucheza soka la kulipwa. Kamanda, kamanda, wewe umesimamia wapi, ligi yetu ni bora ama ni dhaifu? Ndio, ndio, ndio, ndio tunafika huko, ni yani, yani mm. unaweza kutengeneza hoja ya kwamba ligi yetu ni bora. Ndio. Kwa kutumia kigezo cha performance ya vilabu vyetu kwenye mashindano ya CAF. Ndio. Lakini tukianza kuapply vigezo vingine kwa mfano unapozungumzia player quality. Mm. Sawa. Mm. Leo hii kwanini vilabu vyetu vinategemea sana wachezaji kutoka kutoka Kongo eh? Mm. Kuna Watanzania wangapi wanacheza mpira wa Kongo? Mm. wanaocheza mpira na, na, na, na, na, kamanda, mimi nakuelewa kwenye, kwenye, kwenye kwa, hiyo hoja, kwa sababu hapa tunazungumzia klabu kufanya vizuri kwenye mashindano ya ngazi ya vilabu barani Afrika, kwa sababu yes. hata hao Tunisia ambao unawataja klabu zao, pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wamewasajili kutoka mataifa tofauti tofauti, sio wengi. Tusisahau kwamba North Africa timu nyingi zinaishi, ligi nyingi zinaishi kwa ile sheria ya kwamba foreigners, foreigners wana wa, wa, limit ya foreigners ndio watano. Timu za Tunisia Dio, nao wanaishi hivyo hivyo, wachezaji watatu. Kwa hiyo the majority ni wachezaji wa ki